Wengi wetu tunajua kuwa wachangia damu huokoa maisha kila siku kupitia zawadi yao ya uhai kupitia uchangiaji wa damu. Kila sekunde duniani kuna mgonjwa anayesubiri kuwekewa damu ili aendelee kuishi. Kama mnavyofahamu, hapawezi kuwa na zawadi kubwa maishani kuliko zawadi ya uhai. Hiki ndicho anachokifanya Bwana Frank mkazi wa Mbezi Kimara ambaye kwa takriban miaka 38 na yeye amekuwa akiokoa maisha ya watu kutokana na moyo wake wa huruma na upendo. Bwana huyu amejitokeza kuchangia mazao ya damu kwa kutumia mashine hii maalum ya apheresis, ambaye ni mtu wa kuigwa. Malengo ya kwanza kabisa ilikuwa ni mwaka 2018. Hapo kama miaka miwili nyuma, rafiki yangu alipoteza maisha kwa ukosefu wa damu. Sasa nilivyokuta nani wa watu wa, wa, wa, wa damu wanachangia na masisho changiaji damu, ikabidi ikanisukuma zaidi nikachangia damu kwa mara ya kwanza, lakini wakaniambia majibu, wakanielekeza jinsi ya, ya kupata majibu itabidi nije hapa, nilipokuja hapa ikabidi wakaniambia ndani ya wiki mbili, kutokana na ratiba zikawa nyingi nyingi, nikaja baada ya miezi mitatu kwa sababu wananiambia kuchangia ni baada ya miezi mitatu. Nilirudi tena nikachangia, wakanipa majibu ya mwanzo halafu nikachangia tena, kwa hiyo ni nikapo naendelea, naendelea lakini Ilivyokuja hii mashine sababu kipindi hicho mashine ya fresh sikuwa jeje. Ilivyokuja sasa mashine mara kwanza tu nikamkuta dialogue wewe. Akanipa utaratibu kwamba unaweza kuchangia kawaida ama kuchangia kwa njia ya mashine. Akanipa jinsi kwamba faida yake hii na hii, kama walivyosema kwamba kuna product nyingine zinaenda kwa ni muhimu kwa wahitaji wa kwenye kwa wagonjwa wa kansa. Kuna nyingine labda watoka damu kwa wengi, kwa hiyo nikaona bora tu mimi nachangia kwa njia hii kwa sababu ni moja kwa moja inakuwa yani, mtu anaweza akahitaji hapo, so hapo akaeke hapo, sio kama hizi damu kwamba mtu akichangia mfuko mmoja mpaka ichakatwe ifanyeje ikawa hivyo. Teknolojia ya Afresis ni mbinu mpya ya kuchangia aina moja au zaidi ya mazao ya damu kutoka kwa mchangiaji damu. Mazao haya ni kama chembe sahani yani platelets, chembe chembe nyekundu za damu na plasma teknolojia hii huruhusu kukusanya kile ambacho wagonjwa wanahitaji na kurudisha damu iliyobaki kwa mchangiaji. Mpango wa taifa wa damu salama unayo majukumu kadhaa. Kwanza ni kutoa elimu kwa wananchi waelewe juu ya uchangiaji wa damu, lakini pia uh, jukumu lake lingine ni kukusanya damu. Baada ya kukusanya damu, pia mpango wa taifa wa damu salama unapima damu lakini pia unatengeneza mazao. Baada ya kutengeneza mazao, mazao unayasambaza kwenye mahospitali, lakini pia unahifadhi damu pamoja na mazao ya damu. Sambamba na hilo, mpango wa taifa ya damu salama unalo jukumu la kuhakikisha ubora uh, na usalama wa damu kwenye vituo vya kuchangia damu pamoja na vituo vya hospitali ambavyo vinafanya huduma ya damu. Tunakumbuka toko nipo shule walikuwa waliku kuja watu wa damu salama kuchangia, hasa kipindi hicho nilikuwa mdogo, kujafikia, half na, na miaka ilikuwa, nani, uzito ulikuwa bado. Kwa hiyo nikawa mwenyewe naishi kwamba ipo siku tu na mimi nitakuja kuchangia damu hasa nilivyoangalia kwamba nilivyo kwa mara ya kwanza nilivyokuta kila kitu natimiza vigezo vimetimia, ndikabidi nichangie. Toka nianze kuchangia damu, hii ni mara yangu 35. Kadi yangu ya kwanza imejaa na ya pili imejaa na hii ya tatu inakaribia kujaa. Kuchangia damu hakuna madhara yote kiafya, wala katika mazingira maisha ya kawaida. Ni kwa sababu mimi kiweza kuchangia hapa, naendea tiba nyingine za kawaida za maisha yangu za utafutaji ko kijana mwenzangu anaweza kaa naogopa kwamba labda nikichangia damu nitapata madhara, ama nikichangia damu itanilazimu nikae ndani ndani wiki nzima bila kufanya kazi. Hapana, hiyo ni dhana potofu. Uhitaji wa damu na mazao yake ni mkubwa sana. Hivyo jamii inashauriwa kujitokeza kwa wingi, na kutokana na changamoto za kiafya ama ajali zinazotokea mara kwa mara, nawashauri tu, hasa vijana wenzangu, waweze kuchangia damu mara kwa mara kwa ajili ya kuokoa kwa. Lakini pia unavyochangia damu ni sehemu moja ya ibada. Kwa hiyo kama tunasema ni sadaka, sadaka ya kukutanishwa kati yako na Mungu, kwa sababu damu ni kitu ambacho hatununui, tunapewa bure tu. Kwa hiyo nawahimiza vijana wenzangu waweze kuchangia damu kwa wingi. Je, mazao haya ya damu yanatumika vipi? Hii ni damu ya mgonjwa ambayo mgonjwa wetu anapata gupu a hey. hii ni bag ambayo inatumia kuweka damu. Hii ni blood giving set ambayo ni mpira unaotumika kutoa damu kwenye bag kwenda kwa mtoto kama tunavyoiona. Hii ni hapa, tunatumia katika kureguletia, unaweza ukafungua ili kuregulate amount kiasi cha damu kinachohitajika kwenda kwa mgonjwa. Tunapopata mtoto ambaye anakuwa na upungufu wa damu huwa tunafanya vipimo, tukiona na uhitaji wa kuongezewa damu anafanyiwa prosesi zote kwa ajili ya kuombewa damu, na damu tunaipokea kutoka maabara. Inapokuja maabara, tunaiweka kwa kuwa inakuwa na baridi. Tunatoa dawa kwa mgonjwa, ambao tunampa fursa maidi, ambao tunampa one meals kulingana na uzito wake mwenyewe. Baada ya nusu saa unakuta damu imeshatokola ubaridi tunakuwa tunamwekea mgonjwa na kabla kumwekea mgonjwa, kuna vitu ambavyo tunaviangalia kwenye damu ili tuweze kumpa mgonjwa damu sahihi, grupu ambalo ni sahihi na kiasi sahihi ambacho alikuwa anatakiwa apewe. Na damu kama ni whole blood, tunatoa 20 ml kulingana na uzito wa mtoto. Kama ni packed cell, tunatoa 10 ml kulingana na uzito wa mtoto. Na kawaida damu inatakiwa iende kwa muda wa masaa matatu mpaka manne. Iwe imeshaweza kuisha. Damu inatakiwa ende kitaratibu kwa sababu inapokuwa inaenda kwa kasi inaweza kumsababisha mtu akapata circulation overload, yaani moyo unakuwa unapata nguvu ya ziada kuweza kuchakata ile. Kwa hiyo ni lazima iende taratibu kwa ratio ambayo inatakiwa ambayo ni matone machache ambayo tunahesabu, kuna calculation ambazo tunazozifanya ili kupata kwamba hiyo damu inatakiwa iende kwa muda gani, ndio maana nikasema itaenda kwa muda wa masaa matatu mpaka masaa manne. Inapotokea mtoto anahitajika kuwekewa chupa zaidi ya moja, tunaweka kulingana na uhitaji wake. Kuna wa, mazingira ambayo anaweza kusababisha akawekewa kulingana na uhitaji wake, lakini kulingana kwamba na mzunguko wa damu, huwezi ku ni damu ni nyingine anakuwa anakuwa mtu mwingine, kwa ile circulation iweze kujichanganya, lazima apate muda wa kupumzika kidogo. Baada ya hapo, ndio unaweza kuja kuweka damu tena kwa wakati mwingi. Kwa maana ukipenda, kama ana uhitaji wa haraka sana, anaweza akaikiwa chupa mbili. Baada ya masaa 24, tunacheki tunaangalia kwamba kama imeshafika kwenye kiwango ambacho ni sahihi, kinaweza ikaongezeka aidha kwa dawa, kwa chakula, basi anakuwa anaruhusiwa hata ikiwa nyingine, lakini ikionekana bado iko chini na anakuwa na uhitaji mwingine wa kuweka anaweza akawekewa nyingine tena. Kwa wazazi wenye watoto wenye selimundu, tunashauri kwamba wanapokuwa wanawekewa damu pia na wajitahidi kurejesha na wajitahidi kuwazingatia watoto katika ulaji wa chakula, wawape vitu ambavyo vinaweza vikachangia kuongeza damu na dawa zile ambazo wanatumia kwa ajili ya kuongeza dawa, wanapokuwa nyumbani wazingatie na hakikisha wanatumia kwa wakati ili watoto wasipungukiwe na damu, na pia waangalie mazingira ya watoto wanapokaa, vile viashiria vinavyosababisha watoto wapate magonjwa ya nyemelezi ambayo yanachangia kupunguza damu kama vile malaria, wakisha kwamba anaepuka ili watoto waweze kuwa salama. Hii niloshika hapa ni chembe sahani ambayo ni kati ya mazao ya damu, naenda kumwekea mgonjwa wangu ambaye ana upungufu wa chembe sahani inayotokana na mifupa yake kutokuweza kuzalisha chembe sahani ipasavyo. Kama mifupa haizalishi chembe sahani ipasavyo, chembe sahani zake zinakuwa ziko chini. Kwa maana hiyo inabidi tumwongezee. Hakuna idadi maalum ambayo tunamwekea kwa siku, ila inapohitajika tunamwekea, na anawekewa kadri tunavyoendelea kuzipata. Uhitaji ni mkubwa, kwa sababu tunapata wagonjwa wengi wenye shida ya upungufu wa chembe sahani. Mtu anaweza kuniuliza kwa nini inaitikisa hivi muda wote? Hii damu tangu tunapoitoa maabara mpaka tunafikisha hapa, lazima tuwe tunaendelea kuitikisa, kwa sababu hizi ni chembe sahani. Chembe sahani kazi yake mwilini ni kugandisha, kusaidia ugandaji wa damu kwa maana hiyo, na utakapoziacha zikatuama, zitaganda. Sasa naenda kumwekea mgonjwa wangu damu yake. Mama Pili, hey. Nimekuja kuwekea chembe sahani oh. E, kwa hiyo naomba ridhaa yako umekubali hai eh? Kabla ya kumwekea damu lazima ni hakiki kama line yake iko inaweza kupitisha kitaalamu tunasema kama iko patent. Hii ni water for injection au normal saline Navuta ili kuhakiki kama pako wazi, nimevuta kama kuna clot yoyote iweze kuondoka kwenye njia. Na natoa sasa hii syringe na mwekea. tayari nimeshaiweka damu yangu, na hii damu itatakiwa kwenda kwa haraka iishe ndani ya dakika kumi na tano kwa sababu kama tulivyozungumza awali kwamba hizi ni chembe sahani ambazo zinasaidia kuganda kwa damu. Utakapoziacha ziende taratibu, itaganda kabla haijaenda kwa mgonjwa. Hizi ni platelets ambazo zimetengenezwa kwa mashine. Hivyo basi mgonjwa wetu tutamwekea paketi moja tu, tofauti na zile za maabara ambazo tungehitaji kumwekea paketi sita. Damu ina mazao yake, kwa maana kwamba damu inaweza chupa moja ya damu inaweza ikatengenezwa mazao ya damu ambayo kuna chembe nyekundu, kuna chembe sahani, kitaalamu tunasema platelet, lakini pia kuna za, kuna plasma, lakini pia matumizi yake yako tofauti tofauti kwa hiyo chupa moja ya damu inaweza ikahudumia watu watatu kulingana na mahitaji yao tofauti tofauti. Tunaposema chembe nyekundu, ina maana ni ile damu nyekundu, chembe hai nyekundu ambazo hizo zinaweza zikatumika kwa mtu ambaye amepata ajali, lakini pia kwa mama ambaye amejifungua na akatoka na damu, basi inaweza ikatumika kwa huyo mama. Lakini tunaposema uh, plasma Plasma inaweza kutumika kwa mtu ambaye ana changamoto ya kuganda kwa damu, lakini pia inatumika kwa mgonjwa ambaye ametokwa na damu nyingi sana. Lakini chembe sahani, aa, ni aina ya mazao ambayo yanaweza yanatumika kwa kwenye oparesheni, lakini pia kwa wagonjwa wenye saratani. Tukiangazia uvunaji wa chembe sahani, mtu yoyote yule mwenye afya njema anaweza akavunwa chembe sahani, ili mradi awe na afya njema, awe na damu ya kutosha mwilini, lakini pia awe na hizo chembe sahani. Sasa chembe sahani, kuna uvunaji wa aina mbili. Kuna uvunaji wa kawaida na maana mtu anatoa damu kawaida, alafu inaenda kutengenezwa hizo chembe sahani, lakini pia kuna uvunaji wa chembe sahani kwa kutumia mashine, mashine yetu ya ambayo ni ya feresis mashine. Kwa hiyo damu inatolewa inachakatwa, zinatoka chembe sahani na uh, ili tuvune hizi chembe sahani kwa kutumia hii mashine ni lazima tujilizishe, tupime wingi wa damu uh, mtu ana wingi wa damu kiasi gani, lakini pia tujue chembe sahani mtu anazo kiasi gani. Sambamba na hilo, ni lazima tujue uzito na urefu wa mteja au mchangiaji wa damu. Baada ya hapo, tutazingiza taarifa kwenye mashine alafu itatupa nafasi ya kuchagua hizo chembe sahani tutoe kiasi gani kulingana na vile vipimo vyake. Sifa ya kwanza mtu awe na afya njema kwa siku husika atakayochangia damu, lakini pia awe na kilo hamsini awe na umri kati ya miaka kumi na nane mpaka sitini na tano lakini pia awe na damu zaidi ya asilimia themanini na tano au zaidi ya gramu kumi na mbili pointi tano lakini pia tunaangalia chembe sahani, awe na chembe sahani za kutosha kuanzia mia hamsini na kuendelea. Huyu mtu akija, tutampima uzito, tutaatauliza maswali namna saa kuhusiana na afya yake, lakini pia na mwenendo wake kimaisha kiujumla. Akikizi vigezo atachangia damu, anaweza kuchangia mazao ya damu plasma, anaweza kuchangia kila baada ya mwezi. Chembe sahani au platelet anaweza kuchangia kila baada ya wiki mbili, na chembe nyekundu anachangia baada ya miezi mitatu. Inawezekana kuchangia mazao yote ya damu ya aina tatu, kwa maana chembe sahani, chembe nyekundu na plasma iwapo tu huyu mtu atakuwa alipochangia mara ya mwisho miezi mitatu imeshapita. Kwa hiyo anaweza akachangia mazao yote matatu kwa siku husika ambayo amechangia, tunamwambia ajitahidi kunywa maji ya kutosha, lakini pia apate muda wa kupumzika kwa siku hiyo. Kama anafanya mazoezi ya kukimbia, basi kwa siku hiyo asifanye, lakini baada hapo anaweza akaendelea na shughuli zake kama kawaida. Kuchangia damu sio kwamba kwamba inahitaji uwe na umejipanga sana kwamba labda unakula vizuri sana, labda vizuri una maisha mazuri na no? Ni, ni, ile kujitoa moyoni kwamba hichi kitu nakiweza. Cha msingi kwamba ujilinde tu usiwe na yani vikwazo ambavyo vina, vinaweza kusababishia kwamba usichangie damu, mfano magonjwa nyemelezi ama magonjwa ya zinaa ya kuambukiza. Ndo hicho ukishaweza kujilinda hivyo, unaweza kuchangia damu mara kwa mara na kuwa mteja mzuri, mchangiaji mzuri. kuchangia, kuchangia damu ni tendo la kujitolea linaloleta faida kubwa kwa jamii au kwa mtu binafsi anayetoa damu husaidia kuokoa maisha kuboresha afya ya moyo kudhibiti shinikizo la damu na kuchochea uzalishaji wa seli mpya za damu lakini faida nyingine uh, inamsaidia yeye kujua afya yake maana baada ya kuchangia damu inaenda kupimwa lakini sambamba na hilo inamsaidia yeye kupunguza viashiria vya, vya magonjwa kama vile magonjwa ya moyo na viashiria vya, vya magonjwa ya kansa kwa sababu anakuwa ni mchangiaji wa damu mara kwa mara mazao haya yakishafunwa, baada ya kuwa yameshachakatwa, yamepimwa, yamehakikiwa kwenye maabara yetu, basi anaweza akamwendea mgonjwa au mhitaji. Lakini pia kama ya kumwendea siku hiyo ya, yanaweza kutunzika, chembe sahani zinaweza kutunzika, kutunzwa kwa siku tano baada ya kuwa ameshachangia. Kwa siku ya leo, tunahesabu kama ni siku ya zilo, kwa maana hiyo tunaanza kuhesabu kuanzia kesho, siku ya kwanza hadi siku tano zikifika siku tano kama hazijatumika manake inakuwa matumizi yake yameisha. Lakini kwa mahitaji yaliyopo hakuna namna damu itakaa mpaka iharibike bila kutumika. Lakini tukienda kwenye plasma ina uwezo wa kutunzwa kwa mwaka mmoja ikiwa imehifadhiwa kwenye friji, lakini uh, chembe nyekundu yenyewe ina uwezo kui, ya kuishi kwa muda wa siku thelathini na tano mahitaji ya damu yanakadiriwa kuwa asilimia moja ya jumla ya wananchi kulingana na utafiti wa shirika la afya duniani WHO kwa hiyo mahitaji ya damu nchini yanakadiriwa kuwa chupa za damu laki tano na elfu hamsini kwa mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili elfu mbili ishirini na tatu kulingana na makadirio ya sensa ya mwaka elfu mbili kumi na mbili idadi ya sasa ya chupa za damu zinazokusanywa kwa mwaka iko chini ya makadirio haya, kwani makusanyo ya mwaka 2020-2021 yalikuwa chupa za damu laki tatu na elfu thelathini. Takwimu zinaonyesha wazi mahitaji ya damu ambayo hayajafikiwa nchini. Kwa hivyo mpango wa damu salama unawasihi watu wote kote nchini wenye sifa za kuchangia damu kuchangia damu ili kufidia pengo la asilimia 40 ya mahitaji ya damu nchini. Napenda kutoa ushauri watu waendelee kujitokeza, tunatoa elimu basi tuwaombe watu waje kwa ajili ya kuchangia damu. Si lazima atoe kwa kutumia hii mashine, lakini pia anaweza akatoa kuchangiaji wa kawaida, kwa sababu tunapokuwa tunachangia damu tunaokoa maisha, lakini pia tunawezesha mpango wa taifa wa damu salama kuwa na akiba ya kutosha, ili pale tunapokuwa na dharura, basi tuweze kuwasaidia wagonjwa ambao ni wahitaji wa damu. Na hawa ni baadhi ya wa wahitaji wanasimulia jinsi watu wanaochangia damu wanavyowasaidia katika kuchangia afya zao na wapendwa wao kuboreka zaidi. naitwa Neema. Ni mtoto wangu wa kwanza, ana miezi minne. Alikuwa ana nguvu, yaani ukimshika tu analia, ndo nikaona nimlete kwanza hospitali. Aliumwaga nini, nimonia. Nikampeleka hospitali wakamchoma sindano. Sasa so nikaona hali inazidi, nikamua nimlete hospitali tena, wakaniambia ana upungufu wa damu kabla ya hapo hajawahi kuwa na upungufu wa damu toka limemwekea chupa ya damu mpaka sasa hivi naona hali yake ni nzuri. Naambiwa wamasike, kuchangia damu ni nzuri pia kwa watoto wetu, kuokoa maisha ya watoto nipata changamoto la damu iliniishia, ndio ilosababisha mpaka nikafikia hapa. Hii ni mara ya pili kuniishia, yaani mara ya kwanza iliniishia nikaenda tena hospitali wakaniongezea ile, hali ikaja ikaacha ikaja ikarudi tena. E, hii ni mara ya pili nachangiwa damu. Mpaka sasa hivi hapa nimeshaikiwa chupa mbili na bado wanasema naendelea na huduma ili nipate na chupa nyingine tena, na nawahamasisha kwa kweli waje wajitolee kutoa damu, sababu damu ni kila kitu katika mwili wa binadamu, na unapotoa damu we unamwokoa mtu mwingine maisha yake. Kama mimi hapa ningekuwa sijapata watu wako changia damu nisingefika, mpaka kwenye hali nisingefikia hali kama hii, maana nilikuja na hali mbaya sana. Na washauri kwa wengine wajitokeze kwa wingi kwa kuchangia mazao ya damu. Nilienda hospitali, nilipoenda kule wakanipima nikaongezwa damu chupa moja, wakanambia, ah, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu walipopima tena, badala ilikuwa damu nne imezidi kushuka damu tatu. Hmm, kwa nini ishuke? Huyu apate lifalo aondoke ah, apate lifalo aondoke ah, wapi? Ni mbili ndo nachukua mimi, naingizwa kwenye ambulensi moja kwa moja mpaka hapo mapokezi. Mapokezi nakuja huko odii wamechukua vipimo, ameenda ona kupima, ayamwekeeni damu, chupa ya kwanza, chupa ya pili, chupa ya tatu, chupa ya nne, chupa ya tano, tuseme mpaka chupa ya leo ya sita. Alafu chembe chilio, chembe sijise chembe, chembe sahani ni tatu toka nifike, na mshukuru mwenyezi Mungu. E, ingawaji wanasema kwa nini napungua, kwa nini nafanya hivi, lakini mi namshukuru Mungu tu, namshukuru e, Mungu. Mi nawaambia tu wachangie, kama sio mwenyewe hata watoto familia yake aiambie kusema kuwa muchangieni tu, mchembe sani haina tatizo. Mi si wametoa wanangu mtu hmm na kaka yake wakaenda wakaenda kutoa wakaniletea Uh, niko hapo kuelezea jinsi ya namna ukusanyaji damu kuelekea siku ya mchangiaji damu duniani. Tunaendelea kutoa hamasa kwa wananchi ili waweze kuchangia damu kwa hiari. Uh, uchangiaji wa damu huwa aina mbili, kuna uchangiaji wa damu wa kawaida, lakini pia tunao uchangiaji wa damu wa, kwa mazao ya damu kwa kutumia feresi mashine ambako ndo kitu ambacho nitaelezea kwa siku ya leo kwa hiyo uh, mtu yeyote anaweza kuchangia damu kwa kutumia mashine ambayo inatengeneza mazao, aina ya mazao yako a ya aina ya tatu: kuna plasma, kuna chembe nyekundu, lakini kuna chembe sahani. Na ili mtu aweze kuchangia haya mazao, atakuwa na afya njema kama ambavyo anachangia yule akawaida, lakini cha ziada, huyo mtu ni lazima tupime wingi wake wa damu, tujue ni kiasi gani lakini pia tuta, tujue chembe sahani mwilini mwake zipo kiasi gani. Kwa hiyo baada ya kujua hivyo, tutaendelea na ule utaratibu wa kawaida, tutampima uzito, tutamwandikisha, lakini atapita kwa mnasaa, atapimwa uh, mapigo ya moyo na kuulizwa maswali ambayo yanahusiana na afya yake, lakini na mwenendo kwa ujumla. Lengo la kuuliza hayo maswali ni kuhakikisha kwamba tunapata damu iliyokuwa salama, lakini pia mteja wetu anabaki akiwa salama kwa hiyo baada ya kuwa ameshakizi vigezo ameulizwa, amekizi vigezo, anakuja chumba cha kuchangia damu ambacho ndo hapa tulipo, na mashine tutakayoitumia ndo hii sasa. Kinachoendelea hapa, tayari uchakataji wa mazao uh, umesha umeshaanza. Kitu kinachoanza kutoka hapa, inaanza kutoka plasma, ndo ambayo tunaiona hii, inaanza kupanda hii ni plasma lakini itakavyoenda tunaona hapa tayari imeshafika miezi tatu, takapoendelea baadaye itaanza kutoka pia platelets ambazo ni chembe sahani, lakini hii ah, chembe nyekundu ndio itakao itakaokuwa ya mwisho. Inatumia dakika nane mpaka kumi inakuwa imemaliza. Tukitazama hapa tayari tumeshavuna mazao yetu ya aina tatu. Ah, hii hapa ni lady blood cells au chembe hai nyekundu. Na hii hapa ni plasma. Um, na hii ni chembe sahani au kitaalamu tunasema platelet. Na hapa tayari uh, mashine inaenda kukamilisha. Tunaenda kumaliza uh, zoezi letu la ukusanyaji la damu ambalo limetumia takriban dakika hamsini na nne uh, kwa hiyo tunamaliza procedure yetu hapo inaturuhusu tuweze ku kutoa ongela kwa kuchangia. Mungu akubariki kwa zawadi ya upendo. Aa, hii ndo inavyotuonyesha kwamba natakiwa tutoe kwa kukata amna namna utatoa kwa njia nyingine bila kuikata. Kuchangia damu ni tendo la hisani, kwani huokoa maisha ya wale wanaohitaji. Mpango wa Taifa wa Damu Salama huhamasisha uchangiaji wa hiari wa damu. Kauli mbiu maarufu isemayo, changia damu, okoa maisha.